Ni kwamba ufuate utaratibu uzuri. Uh, sisi nchi yetu tuna utaratibu ambao lazima uzingatiwe, lakini tuna idara ya uhamiaji na hivi vitambulisho vya taifa tunatoa kwa aina tatu. Uh, wapo wageni wa kazi, kwa hiyo kama atakuja kama mgeni mkazi, tutampa kitambulisho cha mgeni mkazi, lakini hatuwezi kumwambia kwa sababu ni mwenzetu anaingia na kutoka, basi tumpe kitambulisho cha, cha taifa kama mizara Tanzania, hapana. Tunatambua kwamba vitambulisho vya taifa ni moja ya nyara za serikali na ni kitu muhimu ndani ya ofisi yetu. Tumeweka utaratibu ambao ni mzuri. Vilikuwa vinapelekwa kwenye ofisi za kata. Sasa ikabainika kule kwamba wananchi wanachukuliana na vingine vinapotea. Tunamtafutia kitambulisho chake anapewa na anaondoka nacho. Mwananchi yoyote ambaye amefungiwa an matumizi ya namba yake ya utambulisho wa taifa yaani NIN au maarufu kama namba ya NIDA au jamii namba, basi huyo anaweza kufika katika ofisi ya NIDA ambako amesajiliwa na kutoa taarifa ili aweze kupatiwa kitambulisho chake, basi ndipo ile namba yake inafunguliwa, kwani anayefungiwa anakuwa ameshatumiwa ujumbe wa SMS, lakini hajafika kuchukua kitambulisho chake.